Dr. Sheni ameyasema hayo mara tu baada ya kufanya ziara fupi ya kulitembelea jengo la ofisi za Tume ya Uchaguzi Zanzibar Maisara mjini Zanzibar ikiwa ni ahadi yake aliyoitoa hivi karibuni wakati alipokabidhiwa ripoti ya uchaguzi wa tarehe 25 Oktoba pamoja na uchaguzi wa marudio wa tarehe 20 Machi 2016 na mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar Jecha Salum Jecha kuwa atazitembelea ofisi hizo. Tume za uchaguzi nyingine duniani zinamazigira nazoi, maana serikali inapatikana kutokana na uamuzi wa wananchi. Wananchi wanafanya uamuzi kucoka serikali ya kutokana na uchaguzi. Sasa chombo kia uchaguzi ikiwa na hali kama hii Mpano, kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye. Nasema, amesema kuwa kwa upande wa tume ya uchaguzi ya taifa nek tayari ina mpango wa kujenga jengo lake Dodoma ambalo litakuwa na mazingira mazuri. Hivyo kwa upande wa Zanzibar ofisi hizo za tume nazo, na ni vyema zikawa zinaenda na wakati uliopo kwa kuwa na majengo yanayoendana na hadhi ya tume.

Aidha ya ya Dr. Sheni ameendelea kuwasisitiza viongozi na wafanyakazi wa tume ya uchaguzi Zanzibar waendelee kufanya kazi zao kwa kujituma huku akiwaahidi kuwa serikali yao ya mapinduzi ya Zanzibar ipo na itaendelea kuwaunga mkono na wala wasiwe na wasiwasi. Mapema mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar Jecha Salim Jecha ametoa pongezi zake kwa niaba ya tume hiyo kwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shen kwa kufanya ziara yake hiyo ya kuzitembelea ofisi za tume. Gari tunakwambia na matatizo ya ofisi zetu za tume za wilaya hapa hapo kuna chumba ambacho kinatumiwa na ofisi ya wilaya ya mjini ya Magharibi A, na me, na Magharibi ee na na B chumba kimoja kidogo hapo, na chumba chengine kipo hapa, ni chumba ambacho inatumiwa ofisi ya wilaya ya mjini kijumla. Hili jengo lote ni kwa ajili ya ofisi ya wilaya ya mjini, kesi, hawa wengine wamekuja kwa sababu kiangiekja kwa sababu kokoa hapa hapa wanafanya kazi na wananchi wengi wanakuja kushughulika, hasa wakati wa uwakilishaji au wakati wa wakati wa kuja kuleta hapo. Tunaona sasa hivi kweli zina kazi zitoshi. Katika ziara hiyo, Dr. Shane ametembelea sehemu mbalimbali za tume hiyo na kupata maelezo kutokana na changamoto ya ufinyu wa nafasi za ofisi hizo za tume hiyo. Pia ameonyeshwa kiwanja kiliopo pembeni ya jengo la tume pamoja na kukagua jengo ambalo halitumiki kwa hivi sasa ambalo liko pembezoni mwa ofisi za tume hiyo. Nikiripoti ni mimi Omar Ahmed Mcheju.